Vita dhidi ya dhulma za kijinsia vikiendelea, Kaunti ya Isiolo hatimaye imepata nguvu mpya ya kukabiliana na dhulma kutoka kwa serikali ya Uswizi. Martin Dure, mkuu wa ushirikiano wa kimataifa Uswizi, amesema kuwa lengo la mradi huo ni kuwapa waathiriwa jukwaa la kuzungumza. Huu mradi tunataka uwe mashinani pale. Uh, miradi ya wanawake ambao imeongozwa na wanawake kwa kuwe ndio uh, wa kwanza kuangalia ni nini ambalo laweza fanywa huko mashinani ndio uh, tumalizane na hili janga la um,

Mwenye uh, in a, in a so, kwingineko, mwenyekiti wa bodi ya kukabiliana na ukeketaji nchini Lina Jebii Kilimo amewataka wakazi wa kaunti wa ya Bungoma kushirikiana na serikali katika vita dhidi ya ukeketaji na dhuluma za kijinsia commercial alcohol within our communities, watu wanapika hii kweli na wanauza, lakini pia tunasikia wenye wanapenda kukua served, kupatiwa hiyo pombe. Wanaume wanafurahia kama wasichana wadogo ndio wanasave hiyo pombe hapo pale katika vindogo jituni, so hapo pia wenye anatengeneza hiyo commercial alcohol wanatafuta wasichana kuuzia, ndio wapate wateja wengi, and in the process our girls end up Being defiled. Kiti... Haya yanajia wakati ambao wasimamizi wa mashirika ya kupambana na ukeketaji na dhulma za kijinsia yametaka serikali kuanzisha mahakama ya kuangazia kesi za mauaji ya wanawake na kutenga mahali pa kuwahifadhi waathiriwa katika jamii. Kitu ya kwanza kuna wale victims wenye wapate haki. Kesi inaenda inaenda inafika paka kotini. Inarudi hakuna mtu ajapata haki. Kitu ya pili hatuna safe space. Sasa yenye hiko unapata kwamba iko ndengelwa na hiyo inaoniwa na specific, an individual person so, hakuna venye tunaweza kupeleka pale mtu mwenye anahitaji kuwekwa pale, kama bado tunaangalia mahali pa kumweka kwingine. Sebastian Maria, Undugu TV.